Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simo 74237489 kwenye mitandao yetu tunapatikana kama Asili Yetu TV. Asili Yetu Radatua 226 vipaji vya mikoa. Asili Yetu TV. kuitwa Asili Yetu. <laughs> <laughs> Mimi si kuitwa Asili Yetu ila jina la Asili Yetu ndio wengi wananifahamu. Ah, kuita hivyo. Yeah. Na sasa tunaitika fresh. Naitika kwa sababu ni brand ambayo inakuwa. Mimi naitwa Yusufu Kirumira. Angoji ile inakuwa. Eh, hey, angoji naona nayo inapotea. Nimebaki nayo pekee yeah, lakini vizuri kwa sababu mm -hmm. Afrika click mwanangu, mm. Sio kinyonge sasa. Juzi ile Alhamisi Alhamisi hapa eh, ukashinda Ijumaa, jana jana nikashinda, inawezekana nyota pia <laughs> yeah. Sita ina upako yeah. yeah. Safi. 2026 nimeona umeanza kwa kishindo sana, sababu ulinishirikisha personal lakini nikona jana umeanza kutease kabisa kwenye baadhi ya magroup na na na na nini kwa mboya, uh, tunakuja na tour tour tour yetu na vitu vingine kama hivyo. Tuanze kwanza na jina la tour jina la tour. Jina la tour ambayo ni kwa nimewa promise watu kwamba tarehe tatu mwezi wa kwanza ninatambulisha. mm -hmm. jina pia natambulisha na cover ambayo shughuli ambayo tunaanzia wapi? yeah. uh, jina uh, ambayo nimelipa ni Asili Yetu Radar 2026. okay. yeah. Labda uh, ni kitu ambacho kinaangazia. Kwa hiyo Asili Yetu sisi, wajibu wetu tutakuwa tuna shughuli ya kuangazia uh, matukio mbalimbali mbali, hasa tuna dili sana na wasanii wale ambao wanaibukia na wale ambao wamepotea, lakini pia na matukio ya kijamii ambayo tutaona kabisa haya yana kitu. Sasa, kwa nini Asili Yetu tuwa Asili Yetu Radar Tour 2026 sisi tunatoka sasa Njombe. mm -hmm. Njombe nimepambana sana, na ukipita kona yoyote Asili Yetu lazima watakwambia Asili Yetu, Asili Yetu. Sasa tunataka nianze sasa kucheza na mikoa ya Tanzania. oh, yeah, yeah. Sasa so, mikoa Tanzania maana kutegemea hapo Kilimanjaro, Kutenda, Arusha, Kanda ya Ziwa, Ukerewe, Mbele kule. Mikoa yote ya Tanzania 2026 natamani kuimaliza. Okay. Yeah unatamani lakini ile ipo ile ambayo ndio umeshaweka kwenye target kwamba mpaka... Uh, yes. Sasa hivi mikoa ambayo iko kwenye target ni mikoa kumi. mm -hmm. Uh, kwa tunaanza kwa sababu mimi sina sponsor; nimeanzisha project hii sina sponsor. Mm -hmm. Kwa kwahiyo kama Mungu atajalia, tutafanya vizuri, tutapata sponsor basi, 2026 Mungu nisaidie, nimalize mikoa yote ya Tanzania. Jana okay. Nilikuwa na chesi na wewe, nakutania na kuhusiana sana na pesa. Yeah. Mimi nikiamini kwamba uh, kuna watu umeshazungumza nao na watumia um, proposal. Leo unapotambulisha jina mm -hmm. na content yako ambayo utakuwa unaifanya mikoani mm -hmm. utatambulisha pia na watu ambao wamesponsor mm -hmm. kujiongea nao. Hii confidence inatoka wapi au kuna mtonyo tu mwenye unajiweza nao? Uh, nakumbuka kauli yangu ya kauli ya mgeni wangu rasmi wa mwaka mwaka juzi mm -hmm. alisema kwamba ukitaka kupewa lifti sharti akukute njiani mm -hmm. na mm hiyo -hmm. njiani uwe anakoelekea yeye na wewe unaelekea huko huko mm -hmm. ndio utapewa lifti huwezi kumpelekea mtu polopozo saizi huna kitu chochote ambacho wewe umeanzisha kwa hiyo mimi nimeanzisha nianze safari, ili sasa nitakavyompelekea proposal bosi au mtu yeyote ambaye na imani kwamba anaweza kunisupoti usafiri, anaweza kunisupoti kitu fulani, tayari kile kitu anakuwa ameshakiona na kinafanyika. Hivi budget niko nayo mimi. Big oh yeah, yeah. time. Ah, uh, tuambie kuhusiana na, na na na content nzima kwamba tufanye bafu uko zako songo pale shatua. Kinafanyika nini? cha kwanza kabla ya kwenda sehemu husika, tunakuwa tuna wenyeji ambao tunawasiliana nao aidha kupitia wasanii, lakini pia yawezekana kupitia maafisa utamaduni wa eneo husika ambao wapo bwana, sisi tunakuja hapo, ishu yetu tunataka wasanii ambao wanaibukia, wanakuja kasi kwenye huu mkoa wa wako au walishapotea. Kwa hiyo sisi lengo ni kuwa, kuibua vile na kuwatafuta wale waliopotea, watuambie kwa nini wamepotea kwenye gemu. Mm -hmm. Yeah, inawezekana wakarudi pia. Eh. Oh, yeah. Yeah. Kwa hiyo si kuibua tu new talent, yeah, lakini pia hata talent ambazo zimepotea kuzirudisha. Kuzirudisha. Asili Yetu ananufaikaje na kumrudisha msanii ambaye yashapotea? Mimi cha kwanza kwanza kabisa ta, target yangu ni kutengeneza jina. Ndio maana unakuta mwanzoni nilikuwa naitwa Ngoji lakini sasa mm hivi -hmm. Ngoji nimebaki nalo mimi najitambulisha. Mm -hmm. Lakini wengi wananiita Asili Yetu. Kwa mm hiyo -hmm. Tunatamani Asili Yetu sasa badala ya kusikika mkoani Njombe, isikike nyanda za juu kusini. Tunavyosema nyanda za juu kusini, twende Iringa, wajue kabisa Njombe kuna asili yetu, ukienda Songea wajue. Kwa hiyo target kubwa ni jina, kulisambaza kwa kasi zaidi. oh, yeah. Ndio kitu ambacho nimekitarget, yeah. na hapo umezungumzia swala so zima la wasanii kufufua, mm. vipaji vilivyokufa pia kuvumbua vipaji vipya, sio yes, huyu msanii ambaye ana kipaji anawezaje kulinki na nini? Saa hizi anakusikiliza, anawaza anawapataje hawa Asili Yetu? Utaratibu umekaaje? Uh, utaratibu wetu kwamba mtu yoyote ambaye anatusikiliza yeah. Anaweza kututembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii yeah. Kuna namba ziko pale ziko wazi, sijaficha mm -hmm. Kwa hiyo anaweza kuwasiliana na sisi yeah. Au kama kuna mtu anajua kabisa kuna mtu fulani ana kipaji, lakini yawezekana changamoto ya mawasiliano yeah. Anaweza kutumia nafasi hiyo pia kuwasiliana na sisi na sisi tukamfikia oh, yeah. Yeah. Na kwenye mitandao ya kijamii, wanawapataje? Ni Asili Yetu TV huko ni Instagram, Facebook, yiyote, majina, ni, yeah, majina okay. Ni okay. Yeah. Yeah. Big time. Nimepita kwenye page hapa tunaona yeah. Tangazo linajieleza wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wana mitindo, wenye vipaji vya kipekee, enye vipaji vya kipekee ndio wale mtu anakula misumari, anaruka hafi. Bro, kuna watu wana vipaji mm. Na hawajui vinaanzia wapi. Kwa hiyo sisi tunatamani sasa kufikia kile. Na nakumbuka ni mwaka jana kuna mtoto mmoja yuko Iyai ya Ilembula. Ni mtoto mdogo, hata juzi hapa kwenye mkesha ule wa tuzi hesabu baraka alikuwepo, anaitwa Clarice Msemwa yeah. Mimi nilisafiri kutoka Njombe mpaka kumfuata yule mtoto. Nani, na natazama yeah, nitafika. Yeah, na nilipofanya tu mtoto alianza pale pale kuondoka mpaka sasa hivi mtoto ana, ana channel yake na anakimbiza vizuri na na meshi... ulifanya vizuri, vizuri kwao hicho kitu niliona na kiko ndani ya nafsi yangu na mm -hmm. ninakiweza pia safi sasa uh, um, <coughs> au, au waigizaji, tu, tu tufanye tumwapata tutapata hmm. wachekeshaji na wengine wenye paji pekee ndio hapo kila mtu akipecheksa aje mm au hapa tunawafanyaje sasa waondoke okay. Sisi, kitu cha kwanza ambacho tunakifanya, kwa mfano, tour ya kwanza tunaanza Mbeya ambayo ni tarehe 20 mwezi wa kwanza. Kaka, umechangamka wewe, kesho. Okay, kesho mm. A, tunasema kwamba mwaka unapoanza lazima uanze kwa spidi mm, ili uweze kufidia mapengo. Kwa hiyo tukifika Mbeya, cha kwanza sisi kuna kuwa na watu ambao tayari ta tumeshawaandaa, tunafika tunafika tumefikia hotelini tunatafuta mazingira ambayo tunaweza kukutana na wale watu tukafanya nao vipindi mbali mbali tukazungumzia, yeah, yeah, kuhusiana na sanaa yao, yeah, changamoto, nini kilikufelisha, nini kimekufanya ung'are zaidi. Yeah, vitu kama hivyo, tukishafanya sisi tunakusanya yale material, tunarudi mkoa. Alafu baada hapo tunaanza kupandisha mmoja mmoja. Okay, kwa tutakuwa tumempa support kwa aina hiyo. Kwa mfano tukienda Mbeya, kuna mtu hajua Asili Yetu. Mm. Lakini tutakapoenda, tutakaporudi yule ana wafuasi wake, mm -hmm, atashare link ataiona, watu atakaa okay, kumbe kuna Asili Yetu. Ndio, mm, issue ambayo ipo. Kwa target kubwa ni niende. Mm-hmm. Lakini pia, nao, oize, pia. Bako, yes. Na wasanii nao waweze kwenda kwa mbali na mitaa, kwa maana ya vipaji vinapatikana mtaani, lakini vipaji vingine vingi zaidi vinapatikana hasa mashuleni na vioni. Mshaiwaza labda hiyo uh, programu yenu kuifanyia kwenye mazingira kama haya hivyo vitu vyote vipo kwenye target. Mm -hmm. Yeah, vipo kwenye target lakini, lazima ninapofahamu kwenye kitu chochote, lazima uende ngazi kwa ngazi yeah. Yes. Kwa hiyo sisi tumeanza na hawa mm. Lakini jinsi tunavyozidi kwenda, tutajua tupunguze nini tuongeze kitu gani yeah, kulingana na watu ambao watakuwa wanatupa ushauri Uh, au bajeti inakuwa inaruhusu mm, kwamba tuna uwezo wa kufanya labda kwa mfano tukaenda tukaenda Iringa yeah, tukasema hapana, tusiishie Iringa turudi Njombe tunaunganisha yeah, Singida, mm, tunaingisha unganisha Dodoma. Kwa hiyo kulingana na bajeti ndivyo takapokuwa tunaongeza au tunapunguza sisi mpangilio um, ambao nimeupanga vizuri kabisa ni tour yetu, ni kila mwezi kwa tupige ishirini ishirini. Tukipiga ishirini yeah, tunakuja tunatulia tunajipanga kwa ajili ya bajeti alafu baada ya halafu, baada hapo, wakati tunajipanga na bajeti vizuri kabisa tunakuwa tunaangazia ni mkoa gani tunatakiwa kwenda, mwenyeji wetu ni nani, sponsorship ni kuna watu ma target kabisa, barua ziko ofisini, ni kuwapelekea tu, au a hata sasa hivi unaweza ukawaambia kwamba mimi nahitaji tu, fanya kitu hapo. Mpaka sasa hivi barua zipo, na namshukuru Mungu, nimeongea na mheshimiwa fulani akanambia, mdogo wangu anza na mimi niko nyuma. Kwa hiyo nikakumbuka kwamba yule kauli aliyosema kwamba ukitaka lifti sharti ya kukute njiani mm. na wewe unaenda uelekeo ule ule. na mizigo umeshajitwisha, e, na mizigo umejitwisha <laughs> kwa hiyo nikaona kwa sababu brandi tunavyozungumzia ubunifu mm. isiwe ni ubunifu wa maneno. Unajua kuna ubunifu unaweza ukafanya, kila mtu anaweza kufanya mm. lakini kuna ubunifu mwingine ambao unaweza ukatengeneza mtu akajiuliza kwamba hapo umepigaje mm -hmm kila kijaribu kusogea anaona hapana. Kwa hiyo mimi nimekaa nimefikiria kulingana nimepambana na Njombe sana, jina limeenda. Sasa nitengeneze ubunifu ambaye kuja kupata mpinzani wangu inaweza ikachukua muda mrefu kidogo, lazima jiulize kwamba umepigaje. Na ninajua huwezi kwenda kwa So, Njombe tegemea lini, kwa sababu saa hizi wana Njombe wengi anaweza kaa ndio tusikiliza afu wanaona eh, anaanzia wana, hey, Mbeya saa afu anaanza kuitaja Singida kwao, tusiitaje Njombe chapa mepatia jina hapa Njombe wasubiri, au ndo tutafungia? Hapana, au si ongee kila kitu Njombe wasubiri sana. mm-hmm. Unajua ishu moja ya wasanii wa Njombe bado hawajapata nafasi ya kujitambua vizuri. Mm -hmm. Yes, kwa hiyo unakuta wakati mwingine mtu unamshirikisha bwana anafanya kitu fulani, janja janja zinakuwa nyingi sana. Mm. Sasa mimi watu wa aina hii siwataki. Si wataki. Mimi nataka yeah. Mtu menyoka. Bwana eh hapa tufanye kitu fulani. Gharama yake shilingi ngapi? Elfu thelathini. Uh, blaza mimi elfu thelathini sina na naweza nikakusupport elfu kumi na tano fresh. Yeah, yeah. Lakini mtu anakuambia fresh elfu thelathini natoa, afu analala anapotelea kusiko julikani. E, kwa hiyo mimi watu wa aina ile siwataki. Ndiyo maana nimeamua kucheza na watu wa mbali, lakini yeah, Njombe. Uh, tutafungia Njombe ehh, oh yeah. Kama Mungu atajalia mikoa kumi kutoboa, au tutamaliza mikoa yote ya Tanzania kama tutapata neema ya Mungu, jinsi atakapokuwa ametuongoza. Mm -hmm. Basi mkoa wa mwisho tutafungia Njombe na, na imani kama tutafanikiwa kuzunguka mikoa yote ya Tanzania, tunapokuja kufunga Njombe, tarajia itakuwa ni ya kipekee mno kwa sababu watu wengi watakuwa wameona, viongozi wengi watakuwa wameona. Kwa hiyo itakuwa ni heshima kubwa kwa mkoa wa kwacha. Kwanza lazima tambue kwamba nitakuwa na na promo mkoa wa Njombe uh -huh. yeah, kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo itakuwa ni heshima kubwa kwetu yeah. Big shout -out. So, tumalize ni nini ambacho tunataka Watanzania waweze kufahamu kutoka Asili Yetu, ni kitu gani wachukue wa kuhusu Rada Tour? Uh, Watanzania cha kwanza watupe ushirikiano inawezekana kuna watu wana wako na na vipaji huko kwenye mikoa mbalimbali wilaya yeah, mbalimbali yeah. Lakini pia inawezekana kuna watu wana simulizi, yaani kuna simulizi fulani hivi watu wamezipitia ni ngumu sana halafu mm -hmm. Hiyo sehemu hakuna media mm -hmm. hak, issue yani, ishu yani, kufikia ni yani, kwamba ataenda kusemea wapi inakuwa yeah, ni changamoto yeah, yeah, yeah. Basi watumie Asili Yetu Rada tu elfu mbili na ishirini na sita. Hiyo ndo kitu pekee kabisa. Oh, yes. yeah. kwa na imani kupitia hii hata sisi tutakwenda hata wao pia watajulikana zaidi. Tuzungumzie pole ni saba la mwisho, lakini ndo itakuwa la mwisho kabisa la mwisho. Itakuwa la team vipi ya kwenda kufanya hiyo hiyo kasi, kwa sababu tunaangalia tu watu wengi ambao wanafanya ishu za vipaji na, na, na, na, na nini wanakuwa na team yeah. ni mtu ambaye sometimes unaona kama unaangalia tu, ila wewe ni mtu ameelekezwa cha kwanza kabisa, timu yangu ambayo itahusika kusafiri sio zaidi ya watu watatu, ambapo tunamaanisha atasafiri director, atasafiri mpiga picha, atasafiri na presenter. Na si kila wakati watasafiri wale wale. Inawezekana mwezi huu kamwona presenter huyu au kamwona director huyu au kameramani, yeah. mwingine na kitu ambacho tunazingatia sisi, mimi mtu mmoja, kitu ambacho huwa anapenda kuzingatia kumwambia mtu ukweli, kwamba tunakwenda kwenye tour hii, utasafirishwa, utakula, utalala, lakini posho yako ni hii. Kwa hiyo lazima tuzingatie. Kwa hiyo timu yangu ni watu watatu ambao ha, kuna posho <tutu> <Yeah>? <tutu> <Singile>. <tutu> kwa hiyo Asili Yetu tumezingatia masuala ya tu... Tume ya kwamba mtu huyo anavyoondoka, anavyorudi nyumbani, anarudiji. Okay. Eh, sio mtu unaenda kufanya naye kazi anarudi anapigamia. Mm -hmm. Eh, au bwana, yeye shika posho kabisa, achia kwa familia, tunaondoka mm -hmm. Tunakwenda kufanya kazi, yeah. Tunarudi, kwa hiyo yeah. Ishu ndio ziko hivyo. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu hiyo, mm -hmm. neema amenipa bali hmm. na umaarufu. Yes, bali na umaarufu ambao huyu mwenye kipaji ataupata. Ni faida zipi zingine ambazo uh, huyu mwenye kipaji anaweza kuzipata na akaona mmemtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Uh, faida zipo. Cha kwanza kama kipaji kilipotea mm. tukakiibua ni moja ya faida. okay. Kwamba ameanza kurudi kwenye nini, kwenye nafasi. okay. Lakini pia hatutaishia hapo kama kuna sehemu ambapo yeye yeah, ana feli yeah. sisi kama Asili Yetu mm. Radar Tour 2026 tutakuwa tuna uwezo wa kumsapoti kwamba hapa anzia hapa yeah, elekea huku ili jina lako liweze kufanya nini, kuweza kuinuka, yeah. zaidi okay. aidha ni anda 18 sio, eh mm. so inakuwaje usimamizi wa malezi kwa yule mtoto wakati ambao atakuwa na nyinyi? Hii itakuwa iko ndani ya uwezo wetu okay. kwa hiyo kama hata sio sio chini tu ya miaka kumi hmm. na nane Inawezekana ni mtu mzima lakini haelewi anafanya nini. Okay, yeah. E, angalia akili yake ikoje. Yeah. Kwa hiyo tutaangalia akili yake ikoje kwamba tukimwelekeza fanya hiki fanya hivi hmm. tunaenda tuko tayari kuweza kumpa support hmm. sisi wenyewe hatuna hmm. yeah. lakini tutajipiga pale pale kwa tumeishia kwamba fanya hiki. Okay. Yeah. So So tena mara ya ya mwisho labda kwenye mitandao mitandao kijamii kijamii. Na na na na na ni ni Asili Asili Yetu Yetu TV, TV. Mitandao yote ya kijamii. Mm, namba Namba za za simu simu zinapatikana zote siko wazi. Safi, kila kitu kina hakikisha una follow kwa Instagram Asili Yetu TV. Nenda utakuta logo flani hivi ile black nini? Wekundu wekundu kidogo. Yes. Yeah. Yeah. Yeah kwenye logo tu pale pale pameandikwa Asili Yetu, neno asili ni jeupe. Usije uka follow asili nyingine, ukaa unapoteana. Nenda pale, chukua ile poster, share kwa washikaji zako, chukua ile poster mpe mtu ambaye unaamini kabisa kama wewe ikusaidii. Hey, msaidie wewe mwenye talent. Yes. Akisha yeah, kwamba na catchup hiyo page pale. Yeah, pale kwenye biografia kuna namba simu zite kila kitu kinakuwa kimekaa on point. sisi tuna ku promise bro. yes. mkoa wote ambao utaenda. mm. talent yote kali ambao utaamini nataka ipite la Dar kusini. yes. na bangu na. yeah. sim zite. okay. popote utakapoenda unataka promotion hususan nyenda za juu kusini mwa Tanzania. yes. Dar kusini ipo. kama sio kuja tuma vijana au piga simu tuma hata voice note. okay. tuko kwa ajili yako. kwa hiyo ilibisha. shukrani. yeah, sana. yeah. Mungu awabariki sana yeah.

Njombe wasubiri sana. Mm-hmm. Unajua ishu moja ya wasanii wa Njombe bado hawajapata nafasi ya kujitambua vizuri. Mm -hmm. Yes, kwa hiyo unakuta wakati mwingine mtu unamshirikisha bwana, afanye kitu fulani, janja janja zinakuwa nyingi sana. Mm. Sasa mimi watu wa aina hii si, siwataki. Mimi nataka yeah, mtu mwenyoka. Bwana hapa tufanye kitu fulani. Gharama yake shingapi? Elfu sabini. Uh, Blaza mimi elfu sabini sina, naweza nikakusupporti elfu kumi na tano fresh. Yeah, yeah. Lakini mtu anakwambia fresh elfu sabini natoa, afu analala anapotelea kusikojulikana ka. Kwa hiyo yeah, mimi watu wa aina hii si wataki. Ndio maana nimeamua kucheza na watu wa mbadi. Lakini Njombe uh, tutafungia Njombe oh, kama Mungu atajalia mikoa kumi kutoboa au tutamaliza mikoa yote ya Tanzania, kama tutapata neema ya Mungu jinsi atakavyokuwa ametuongoza, basi mkoa wa mwisho tutafungia Njombe na, na imani kama tutafanikiwa kuzunguka mikoa yote ya Tanzania, tunapokuja kufunga Njombe, tarajia itakuwa ni ya kipekee mno kwa sababu watu wengi watakuwa wameona, viongozi wengi watakuwa wameona. Kwa hiyo itakuwa ni heshima kubwa kwa mkoa wa kwacha. Kwanza lazima mtambue kwamba mtakuwa na na promo mkoa wa Njombe. Mm, yeah. Kwa hiyo vitu kama hivyo, kwa hiyo itakuwa ni heshima kubwa kwetu. Yeah, big shout out. So tumalize, ni nini ambacho sisi tunataka Watanzania waweze kufahamu kutoka Asili Yetu ik nikitulia...